Muungano wa upinzani umewaomba Wakenya kuwachagua viongozi watakao liopoa liokoa taifa hili kutokana na matatizo yaliyosababishwa na serikali zilizopita. Akizungumza katika kanisa Katoliki la St John's lililoko Githunguri kaunti ya Kiambu, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka aliwaongoza viongozi kushtumu ufisadi pamoja na mpango wa kuuzwa kwa mashirika ya serikali, akitoa wito kwa Wakenya kuteke kutolegeza kamba katika shinikizo dhidi ya serikali ili kupata uongozi mwema pamoja na usimamizi bora wa rasilimali za taifa. Viongozi wa muungano wa upinzani wametoa wito kwa wakenya kuwa waangalifu pamoja na kufanya maamuzi ya kisiasa yanayofaa katika uchaguzi mkuu ujao. Mrengo wa upinzani ulikosoa serikali kuhusiana na mpango wa uuzaji wa mashirika ya serikali na ukaahidi kupinga hatua hiyo, ukisema taifa hili litakabiliwa na hatari ya kupata hasara kubwa iwapo hatua hiyo itachukuliwa. Hii sheria ni ya kuhujumu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kwenda Singapore. When you are selling state corporations for a song. Wimbo tu. Eh, imagine that is what is actually happening. 18 of these state corporations. Umesikia tunaunda ya United Opposition. Kuna njama ya kujaribu kutugawanya lakini tunajua ya kwamba hatutakubali kugawanyika, tutashikana hadi mwisho nguvu zake zinaangaliwa na bunge. Sasa hivi bunge inaangalia nguvu za rais, hata hawaongopi. Hila nyingi inatembea pale, ni hongo wakati hoja za bunge zinapita, na inakuwa ni kama wananchi hawajawakilishwa. Jamani, mngependa kuwakilishwa vizuri, ndio tunasema watu wachukue kura, ndio wachague vyema, ndio nchi iweze kusonga mbele. Wakati huo huo viongozi hao walizitaka taasisi za kiusalama kurejesha amani katika eneo linalokumbwa na ghasia la Transmara. No, kuna wale ambao wanawachochea wale ambao wameleta hali hiyo. Hali hiyo ukifuata ni hali ngumu sana, huwezi kuwa nchi ya Kenya iwe Singapore <laughs> wakati watu wanauana, si ni kweli? Kwa hivyo ni wazi, historia historia ya Singapore Imetolewa wakati huu ndio Wakenya waandali waanze kudanganywa tena. Eh, kwanza ni kama hiyo kazi ingekuwa upinzani afadhali. Hayo ya kijiri waziri wa utumishi wa umma Jeffrey Ruku amezidisha shinikizo la eneo la Mashariki ya Mlima Kenya kuwa huru kisiasa. Akizungumza kia mbere iliyoko Mbere kaskazini, Ruku alisema eneo hilo halitatoa fursa nyingine kutumiwa visivyo kisiasa katika eneo pana la Mlima Kenya.